Karibu sana. Hebu fikiria hivi, unaingia kwenye darasa la Pilates unatarajia yale mazoezi ya kawaida, lakini ah, leo tutaenda ndani zaidi. Tutaangalia mafunzo maalum ambayo watu wengi, yaani, hawayajui kabisa. Yanaitwa Injury Special Population au ISP. Haya sasa ni mafunzo kwa ajili ya watu wenye changamoto. Labda una maumivu ya mgongo yanayorudirudi, eh, goti lililowahi kuumia au historia yoyote ile. Vyanzo vyetu leo vinatokana na mahojiano ya kina kabisa na Caroline Berger de Femynie. Huyu ni mkufunzi na mwanzilishi wa studio maarufu ya Bio Pilates Paris, na swali tunalojiuliza ni hili Hivi yale mafunzo ya kawaida ya Pilates tunayoyajua kama matwork na Reformer, kwa nini hayatoshi kwa kila mtu? Tunataka kujua yaani, ISP inabadilishaje mbinu za mwalimu, na muhimu zaidi, maisha yako. Ni nini hasa kinachoifanya kuwa daraja kati ya mazoezi na tiba? Hebu tuanze kuchambua hili. Na hili u, mm, ni swala la msingi kabisa siku hizi, kwa sababu kweli ni kwamba studio za mazoezi e, eh, hazijaa wacheza densi na wanariadha wakamilifu pekee. Zimejaa watu halisi, watu wenye miili yenye historia. Unajua, mtu amekaa ofisini miaka ishirini, mwingine amebeba watoto, mwingine amepata ajali ndogo miaka iliyopita. Miili yetu yani inakusanya hadithi, na mara nyingi hadithi hizo zinakuja na maumivu na changamoto. Ndio hapo sasa swali lako linapokuwa muhimu sana. Sawa kabisa. Basi hebu tuanze na pengo lenyewe. Kwa nini mafunzo ya kawaida hayatoshi? Caroline anatumia mlinganisho mzuri sana. Anasema ni kama kujifunza, sijui, herufi na maneno ya msingi ya lugha lakini huwezi kuandika shairi. Anaeleza kuwa mafunzo ya msingi yameundwa kwa miili yenye afya isiyo na matatizo. Lakini uhalisia wa studio ni tofauti kabisa unakutana na watu wenye maumivu sugu ya mgongo, viungo bandia vya nyonga, scoliosis. Hapo ndipo mwalimu asiye na mafunzo ya ziada a, anapokwama. Na kukwama ndilo neno sahihi. Pengo hilo ni kubwa. Sio tu swala la kujua mazoezi mengi. Mwalimu anaweza kujua mazoezi mia tano, lakini swali ni je, anajua zoezi lipi ni sahihi kwa mtu mwenye tatizo la diski ya L5S1? Na muhimu zaidi, anajua kwa nini? Hapo sasa, hebu tuingie kwenye mfano halisi aliyoutoa. Mtu anakuja na maumivu sugu ya mgongo, mwalimu wa kawaida anafikiria nini? Mwalimu wa kawaida, na hapa anasema kwa nia njema kabisa, anaweza kufikiri ok, mgongo umekaza, hebu tufanye mazoezi ya kukunja ili kuongeza mobility bi e, ili kunyoosha na kuongeza mobility. Kwa hiyo anampa zoezi kama roll down au cat cow, lakini hapa ndipo hatari inapoanzia, bila kuelewa dhana anayoitaja Caroline ya utulivu wa sehemu stabilite segmentaire, yaani uwezo wa kuimarisha sehemu ndogo ya uti wa mgongo huku nyingine ikisogea, anaweza kuwa anaongeza msuguano kwenye eneo ambalo tayari lina shida. Yaani badana ya kutibu, anachochea tatizo. Hasa kweli kabisa, kwa sababu hajui jukumu la misuli midogo lakini uh, muhimu sana ya ndani kama multifidus au transversus abdominis. ISP inaleta kile tunachoweza kukiita ufundi usahihi wa hali ya juu. Inakupa uwezo wa kusoma ripoti ya daktari, kuielewa na kisha kuhusisha uchaguzi wako wa zoezi na hali halisi ya yule mtu aliye mbele yako. Haufanyi zoezi kwa sababu liko kwenye kitabu, unalifanya kwa sababu linajibu swali maalum la kibiolojia la mtija wako. Hapa sasa, nadhani ndipo tunapoingia Kwenye chumba cha injini cha ISP vyanzo vinaeleza dhana mbili za kitaalamu zinazobadilisha kila kitu. Caroline anatumia maneno mawili: form closure na force closure. Hebu tuyachambue haya, sawa, na hizi ndizo funguo za kuelewa kila kitu. Hebu tuanze na form closure, fikiria kama uimara wa umbo. Huu ni utulivu wa asili unaotokana na jinsi mifupa na kano, yani ligaments, zinavyokaa pamoja ni kama jigsaw. ni kama kuunganisha vipande vya jigsaw puzzle. Vinapokaa vizuri, vinajifunga, vinakuwa imara bila hata ya kutumia gundi. Mfano bora ni pete ya nyonga, umbo la mifupa ya sacrum na ilium na jinsi kano zinavyovifunga pamoja huipa utulivu huu. Ni utulivu, utulivu, passive. Hauhitaji nguvu ya misuli. Sawa, huo unaeleweka. Ni kama msingi wa jengo lenyewe. Vipi kuhusu ule wa pili, force closure? Force closure au uimara wa nguvu, huu sasa ndio utulivu unaofanya kazi, utulivu active. Unachangiwa na misuli fasha, na muhimu zaidi, mfumo wa neva unaoamrisha vitu hivi vyote. Hapa tunazungumzia ile corset ya asili ya mwili, unajua misuli kama transversus abdominis, ile inayozunguka kiuno, misuli ya chini ya fupanyonga na ile misuli midogo ya multifidus kando ya uti wa mgongo. Na sio tu suala la misuli hii kuwa na nguvu, la ni jinsi mfumo wa neva unavyoiamsha kwa wakati na mpangilio sahihi. Ni kama kamba zinazokazwa kuzunguka boksi ili kulifanya liwe imara. Kumbe mtazamo unabadilika kabisa, sio tena fanya hili zoezi bali ni tunataka kuamsha mfumo gani wa utulivu. Umeipata hapo kabisa. Mkufunzi aliyepata mafunzo ya ISP haangalii zoezi kama zuri au baya, analiangalia kama mazungumzo kati ya mifumo hii miwili. Unapompa mtu zoezi la bridge ambalo ni maarufu sana, hufikiri tu anainua nyonga, unajiuliza: je, form closure ya mtu huyu ni dhaifu, labda kutokana na kuzaa kama ni hivyo, ninawezaje kutumia force closure, yaani kwa kumwongoza aamshe misuli ya ndani ili kusaidia utulivu bila kuongeza shinikizo kwenye eneo ambalo tayari ni dhaifu? Kila zoezi linakuwa uchunguzi. Hili la mfumo wa neva ndilo linanishangaza zaidi. Wengi wetu tunafikiri jeraha ni la kimwili tu, kwamba kano limechanika na basi, lakini vyanzo vinasistiza jambo lingine. Kuna kauli ya Caroline inayosema jeraha siyo tu kano lililoumia, bali ni mfumo wa neva ambao umejifunza kujilinda, wakati mwingine kupita kiasi. Hii inabadilisha kila kitu kabisa, na hapa ndipo ISP inapovuka kutoka kuwa mazoezi tu na kuwa e elimu ya mwili. Baada ya jeraha, ubongo unafanya vitu viwili. Kwanza, unaweza kuzima baadhi ya misuli inayozunguka eneo lililoumia ili kulilinda. Hii inaitwa inhibitions muscular. Subiri kidogo, yaani kama kuzima fuse kwenye nyumba ili kuzuia moto. Ubongo unafanya hivyo kwa misuli, hasa ni utaratibu wa kujilinda. Lakini hapo ndipo tatizo la pili linaanza, kwa sababu bado unahitaji kutembea, unahitaji kufanya shughuli zako. Mwili unatengeneza njia mbadala. Hii inaitwa mifumo ya fidia, schemas de compensation. Labda badala ya kutumia misuli ya nyonga, unaanza kutumia zaidi misuli ya mgongo. Mwanzoni inasaidia lakini baada ya muda mifumo hii mibovu uh, inasababisha maumivu mengine. Kwa hiyo mkufunzi wa ISP anafanya nini hapo? Anaingilia wapi? Anakuwa mwelimishaji wa mfumo wa neva. Kazi yake siyo tena kuimarisha misuli dhaifu pekee. Hapana, kazi yake ni kumsaidia mteja ku reprogram ramani ya mwili iliyoko kwenye ubongo, hiyo cortice motrice. Anatumia mbinu kama miondoko midogo, wepesi, upumuaji na maelekezo ya kina na makini sana. Anashughulikia pia ile hofu ya kufanya mazoezi, unajua perudumwemo. Badala ya kusema inua mguu, maelekezo yanakuwa ya kiuchunguzi zaidi: pumua taratibu, hisi uzito wa paja lako, acha nyonga ielelee taratibu, hebu angalia kinachotokea mgongoni mwako. hmm. Hii inasikika kama ushirikiano wa karibu sana. Ni ushirikiano, inatoka kwenye mtindo wa mimi najua, wewe fanya, na kuwa mimi napendekeza, wewe jaribu, niambie unavyohisi, na tunarekigisha pamoja. Mteja anaregeshewa uwezo na mamlaka juu ya mwili wake, anajifunza kusikiliza mwili wake tena, sio kuogopa. Sasa baada ya kusikia haya yote, mtu anaweza kuanza kujiuliza, hivi huyu mwalimu sasa amesha kuwa daktari au mtaalam wa tiba ya viungo yule kinee? Maana anazungumzia mfumo wa neva, utulivu wa viungo. Hii mipaka iko wapi hasa? Hilo ni swali muhimu sana na Caroline analijibu kwa msimamo thabiti kabisa. Jibu ni hapana, ISP haifanyi wakufunzi kuwa matabibu. Kujaribu kufanya hivyo ni hatari na sio sahihi. Badala yake inawapa kitu anachokiita utamaduni mpana wa tiba msaidizi, yani culture paramedical elargie, utamaduni mpana wa tiba msaidizi. Hilo neno linavutia. Unamaanisha nini hasa? Inamaanisha mwalimu anajifunza lugha ya pamoja na wataalamu wengine wa afya, anaweza kupokea barua kutoka kwa daktari na kuielewa anaweza kuzungumza na kinee na kueleza mkakati wake kwa kutumia istilahi wanazozielewa. Kwa mfano anaweza kusema, nimeona ripoti ya MRI, kwa sasa nafanyia kazi force closure kuzunguka nyonga, naepuka mikunjo mikubwa ya mgongo, natumia mazoezi ya isometriska, okay, ili kuamsha misuli ya ndani bila kusababisha maumivu. Tutaendelea na mazoezi ya nguvu zaidi atakapokuwa tayari. Hii inajenga uaminifu mkubwa sana uaminifu na mwendelezo. Inahakikisha kwamba safari ya mteja kutoka chumba cha tiba hadi studio ya mazoezi haina mapengo. Mwalimu anakuwa sehemu ya timu ya afya, anapata ujuzi katika maeneo matatu muhimu. Kwanza, usahihi precision. Hamuoni mteja kama mtu mwenye maumivu ya mgongo, bali mtu mwenye historia na mahitaji ya kipekee. Pili, ubadilishaji Modulation. Anajifunza kurekebisha uzito, kasi, ugumu wa zoezi kulingana na hatua ya uponyaji. Na tatu, labda muhimu zaidi, kujiamini, comfort interior. anajua kwa nini anachagua au anaepuka zoezi. Hii inamwondolea wasiwasi, na anajua kabisa wakati wa kusema, hapa tunasimama, hili si eneo langu, unahitaji kumwona daktari wako. Kuna nukuu muhimu sana kwenye chanzo chetu, kwa mwalimu ISP inabadilisha wasiwasi wasi kuwa utambuzi, yani transform le doute en discernement. Hiyo nukuu ina nguvu sana. Sasa hebu tufanye iwe halisi. Dhana hizi zote ni nzuri, lakini jumanane asubuhi kwenye studio mambo yanaonekanaje? Sala asubuhi, watu watatu: mmoja ni mwanamke wa miaka 60 mwenye kiungo bandia cha nyonga, mwingine ni kijana wa miaka 30 mwenye tatizo la diski watatu ni mama anayepona baada ya kuteguka kifundo cha mguu. Zamani hii ingekuwa ndoto mbaya kwa mwalimu kabisa, kwa sababu ungepataje zoezi moja linalowafaa wote watatu? Haiwezekani. Lakini mwalimu wa ISP anabadilisha mtazamo. Badala ya kufikiria zoezi, anafikiria lengo. Labda lengo la leo ni kuimarisha eneo la kiuno na mgongo bila shinikizo basi anatoa lengo hilo moja, lakini analibadilisha kwa kila mtu. Yule mwenye kiungo bandia atafanya akiwa amelala chali kwa miondoko midogo, yule kijana atafanya akiwa amesimama kwa magoti manne akitumia upumuaji, yule mama atafanya akiwa amekaa kwenye kiti. Lengo ni moja, njia ni tatu tofauti. Kila mtu anafanya kazi kwa usalama. Na vipi kuhusu vikao vya mtu mmoja mmoja? Hapo sasa ndipo ISP inang'aa zaidi. Mchana anaweza kuwa na kikao na mwanamke aliyefanyiwa upasuaji wa bega. Hapo malengo ni maalum kabisa: kurejesha uwezo wa kunyosha mkono juu ili achukue vitu kwenye kabati. Mara nyingi mwalimu anawasiliana moja kwa moja na yule kineo wa mteja, wanashirikiana. Sawa, lakini je, hii ni kwa ajili ya watu wenye majeraha tu? Vipi kuhusu watu wenye afya nzuri au hata wanariadha? ISP inawafaa? Mteja wa kawaida asiye na maumivu, mwalimu wa ISP anaweza kutambua udhaifu mdogo ambao miaka mitano ijayo unaweza kusababisha maumivu. Kwa mwanariadha, hii ni kama dhahabu. Fikiria mcheza tennis. Mwalimu wa ISP hata muangalia tu akipiga mpira atachunguza, anapozungusha mwili nguvu inatoka wapi? Kwenye nyonga na kiwiliwili au anaweka mzigo wote kwenye bega? anasahihisha mifumo hiyo mibovu kabla haijasababisha jeraha. Caroline anasema ISP ni kama bima ya ubora kwa mwili wa mwanariadha. Hii inatuleta kwenye swali la kimkakati, la picha kubwa. Kutokana na haya yote, je, ISP ni ni nyongeza tu ya hiari au ni sehemu muhimu ya mustakabali wa taaluma ya Pilates? Kulingana na maono ya Caroline, hii sio tena nyongeza ya hiari. Hapana, Anaiona kama mwendelezo wa kimantiki na muhimu wa mtaala wowote. Anatoa hoja ya msingi: uhalisia wa soko umebadilika, watu wengi wanatafuta mazoezi kwa sababu za kiafya. Kutokuwa na mafunzo haya, yaani, kunaweza kuwa kikwazo kikubwa cha kitaaluma siku zijazo. Yaani, mwalimu asiye nao ujuzi huu atabaki nyuma kialisi. Ndiyo, anatoa mfano unaochoma akili. Madaktari na wale kine wanapomaliza kazi yao na mgonjwa, watawapeleka wapi? Kwenye studio inayofundisha madarasa makubwa ya jumla au kwenye studio ambayo mwalimu wake anaelewa tofauti kati ya henia ya diski na spondylolisthesis na anajua jinsi ya kumsaidia mtu huyo kwa usalama. Jibu liko wazi, inakuwa alama ya ubora, usalama na taaluma ya hali ya juu. Kwa hivyo inainua hadhi ya taaluma nzima kabisa. nanahitimisha kwa kufupisha roho ya ISP kwa maneno matatu, nadhani anaeleza safari hii vizuri. Kwanza, uwazi lucidite. Kwa sababu inakulazimisha kuona uhalisia wa mili na kutambua mipaka yako. Pili, usahihi precision, kila zoezi lina kusudi la kisayansi, unajua unachofanya na kwa nini. Na tatu ushirikiano alliance, ushirikiano na mteja na pia na wataalamu wengine wa afya kwa pamoja. Maneno haya yanaonyesha jinsi ISP inavyobadilisha Pilates kutoka kuwa mazoezi tu na kuifanya kuwa huduma ya kina ya ustawi. Baada ya mazungumzo haya, ni wazi kabisa, ISP sio tu kuhusu kujifunza mazoezi mapya, ni mabadiliko kamili ya mtazamo ni kutoka kwenye kufundisha mfuatano wa mazoezi hadi kuwa mshirika katika safari ya uponyaji ya mtu mwingine. Na ile nukuu uliyoitaja mwanzo inarudi ikiwa na maana kubwa zaidi sasa. Kwa mkufunzi, ISP inabadilisha wasiwasi kuwa utambuzi, na kwa mteja, inabadilisha hofu ya kufanya mazoezi kuwa imani iliyorejeshwa katika uwezo wa mwili wake. Ni hitimisho zuri sana na linatuacha na wazo la kutafakari linalovuka hata mipaka ya studio ya Pilates. Tulichokiona hapa ni jinsi ujuzi maalumu na wakina unavyobadilisha uhusiano kati ya mtaalamu na mteja, unatoka kwenye ufundishaji tu hadi unakuwa utunzaji wa kweli. Hivyo jiulize, katika taaluma yako au hata kwenye maingiliano yako ya kila siku, ni wapi mstari unapochorwa kati ya kutoa huduma tu na kutoa huduma hiyo kwa uelewa, usahihi na huruma ya kweli inayotokana na, na maarifa ya kina.